Navyotangulia kusema wengine, ni kweli tupo kwenye ziara, ziara ambayo inaenda kuelezea utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa wilaya yetu ya Arusha. Naenda kutembea kila kona, kuelezea utekelezaji wa ilani ambayo nilikabidhiwa rasmi na kumbuka pale kwenye uwanja wa Mto wa Mbu na Mheshimiwa Kasim Majaliwa kwamba kama mbunge ndio msimamizi mwandamizi wa utekelezaji wa ilani kwa jimbo la Monduli. Kwa hiyo ni wajibu wangu, ni wajibu wangu kama hivi kupita kuwaelezea, lakini na, na pia kusimamia na kuhakikisha kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa kweli kweli, CCM ni wajibu wangu mimi kuwa daraja daraja kutoka kule juu kwa mheshimiwa rais, daraja kushuka kwa viongozi madiwani, daraja kushuka chini kwa viongozi wa vijiji, daraja kushuka kwa wananchi wa jimbo la Monduli, kama kuna agenda za msingi za watu wa Lashaini. Karibu sana ndugu yangu Prosper, mheshimiwa diwani, na kupongeza kwa kazi nzuri ambayo umefanya na kupongeza kama, kama mtu ambaye ulisomea ualimu na kupongeza kama mwalimu, sababu saa nyingine saa nyingine nasema unakuwa na busara uh, kama mwalimu uliangaikia miaka ile tunakumbuka na shule ya Keswa, lakini pia nafahamu matatizo ya watu wa Lashaine unayajadili unayajadili unajadili, uh, unajadili uh, kwenye vikao vyote uh, unatumia vikao vyako vizuri vya halmashauri, lakini hata kwenye nafasi ile ndogo ya kwenye mfuko wa jimbo pia umeweza kufanya kazi nzuri ya kushawishi kuleta eta fedha nyingi hapa Lashaine. Lashaine, kama alivyosema mzee Mosoni pale pale juu hapa pa nje, uh, ni, ni kata ndogo ni kata ndogo lakini ina uzito mkubwa sana, ina uzito mkubwa sana kwa hiyo na, na, naomba mwendelee kuthamini kuthamini umuhimu wenu uzito wenu wa kata yenu. Ameanza ile kasi ya mashimo na miezi moja sasa hivi na nusu, sile hata mashimo sasa hivi imesha kuwa hasara kwa Nalashaini kwa sababu maji sasa hivi mvua inanyesha sile mashimo inajaa maji, kwa hiyo sasa hivi hata hizo mashimo inasababisha watu wapate mahasara. Kama juzi, kuna mbuzi imetolewa kwenye ile shimo, imeingia kwenye ile shimo, imeua hiyo mbuzi. Hiyo mbuzi, sasa sisi tulikuwa tumesema kwamba hii mradi, mbona ametudanganya, ame kwamba anakuja mpaka sasa hivi tunasubiri. Kwa hiyo aliposema kwamba ile mradi imekuja, sisi mala na Lashaine hatuna umeme kabisa. Nataka nimuulize swali moja tu kwamba mradi huu ilipoingia katika kijiji cha Lashaine ili mradi kuelekea katika sanati, kilichosababisha miezi miwili hii sasa mashimo yale kuchimbwa na mpaka sasa hivi ile mradi imesimama. Baada ya miezi miwili, nini kilichosababisha mpaka sasa hivi ambayo wewe umeeleza hapa, kuuliza tu upande ya umeme au kuomba nyie Tanesco kwamba tunaomba wakati umeme mnashusha inashuka kwenda zahanati, kuliko hata ifuate barabara ambayo hakuna maboma. Angalieni kwa angalizo yenu, kama itafaa kupita kwenye maboma, kwenye maboma, maana maboma wako karibu na zahanati, ipite kwenye maboma ili kusudi ikifika kwenye maboma iliyoko karibu na zahanati iingie zahanati. Kuliko, kipite, paru, <tipu> <tipu> A, ndugu mwananchi na swali la pili limejirudia, lakini swali la pili lenyewe limekuwa tofauti na hili na swali la kwanza. Kuhusiana na swali la kwanza la kwanza, huo mradi ambao unapeleka umeme kwenye zahanati katika kijiji hiki cha Lashaine ni kweli mradi tulianza, lakini tukasimama, lakini changamoto ya kusimama tulikuwa tuna miradi mingine ambayo ni ya kipaumbele. Mradi namba moja ulikuwa ni wa kupeleka umeme kwenye shule ya Lepulko iliyoko katika kata ya Lepulko ya ya, ya, ya mradi ule ni wa shule ya sekondari ambao wanafunzi pale wanakaa ni bweni, kwa hiyo tusingeweza kuendelea na hapa, ilibidi sisi tuhamishie nguvu kwenye mradi ule kwa ajili ya kupeleka kule umeme, lakini pia tulikuwa tuna miradi miwili ya visima vya maji kupeleka umeme kwenye visima vya maji. Kisima cha kwanza ni kisima cha Lengiloliti kilichopo kijiji cha Nanili Narami, kijiji cha pembeni hapo, lakini pia tulikuwa tuna mradi mwingine wa kupeleka umeme kwenye kisima cha Udonyo kilichopo Loksa, kwenye kijiji cha, cha Udonyo eneo la Loksale kule kwao. Miradi hii ilibidi tuipe vipaumbele kwa ajili ya utekelezaji kwa, kwa, kwa necha ya mazingira yaliyopo, lakini miradi yote hiyo mheshimiwa mbunge tumeikamilisha. Sasa hivi tunaelekeza nguvu zetu kwenye mradi pia wa Lashaine kwa sababu na wenyewe ni mradi muhimu, kwa sababu kuna vifaa tiba pale, tunafahamu ni hospitali wanatoa huduma. Vyovyote vile, tunatakiwa tuanze huo mradi na mimi ni kuahidi kesho tutaanza kupeleka nguzo kwenye huo mradi, kwa sababu bajeti ipo. Ungekuwa hamna bajeti, asigeenda mtu kuchimba mashimo au kungekuwa serikali haijatenga fedha asingeenda mtu pale kuanza ile kazi. Tuwaombe lazi kwa kilichotokea kwa malalamiko aliyosema mnyama kutumbukia ni kweli, tulipata taarifa tulipewa taarifa na kweli tulipata hiyo taarifa. Mimi niwaombe kwa utulivu tuliokuwa nao leo, mtupe ushirikiano kupitia mheshimiwa diwani, na niseme wazi kwenye kikao hichi, mheshimiwa diwani Prosper ni mtu ambaye tunashirikiana kwenye maeneo mengi, ndio maana hata hii miradi mingi na yeye anaipata huku Lashaine mnaweza msione, lakini upande wa pili wameona. Tunawaomba uvumilivu mlionao mtupe pia, ili tuendelee kufanya na huku kwa ajili ya kupeleka huduma ya umeme. Kuhusiana na swali la pili la kupitisha nguzo barabarani, ni kweli yale mashimo tumechimba pembeni ya barabara, kwa sababu ile inayopita ni laini kubwa, sio zile ambazo tunasambaza kwenye maboma. Kwa hiyo tunaomba mwelewe, ile haunganishiwi mwananchi ile ni kwa ajili ya laini kubwa. Nikisema laini kubwa, namaanisha zile waya tatu ambazo zenyewe zinabeba umeme mkubwa. Zile huwezi ukapitisha kwenye makazi ya watu, mara nyingi huwa tunapitisha kwenye wei hivi ya barabara, kwa sababu kwenye barabara kuna kuna hatua ambazo huwa tunaachiwa kwa ajili ya miundombinu ya maji, miundombinu pamoja ya umeme, na inatusaidia kuondoa migogoro ya kwamba umepitisha mradi kwenye eneo ene la mtu. Baada ya kusema hayo machache, naomba kuwasilisha. Kata la Lashaine ni miongoni ya kata ambazo tunazihudumia na kwa kweli, mtawanyiko wa huduma uko kwenye baadhi ya majumba ya watu pamoja na DP, maeneo ya kuchotea maji. Kwa hiyo kulingana na mtawanyiko wa eneo hili ulivyo na kiasi cha maji tulichonacho, tunahitaji kufanya improvement. Hiyo ni kitu ambacho siwezi kuficha, lazima tuboreshe huduma zaidi ili wananchi waweze kunufaika zaidi na huduma hizi miradi mikubwa umeizungumza wewe mwenyewe, siwezi kuizungumzia kwa sababu ndio naifuatilia mwenyewe mguu kwa mguu, na tunashukuru kwa hilo. Tunakushukuru kwa kutia moyo, kwa sababu tayari miradi mikubwa ambayo unaifuatilia imeshaanza kuonyesha matunda kwamba tunapata fedha ili tuweze kuboresha miradi hii ya maji, wananchi wapate maji ya kutosha, ifikie hiyo asilimia 95 inayosemwa mijini na vijijini asilimia 85 ifikapo 2030 kama ilani inavyosema. Sasa Mheshimiwa mbunge kwa mwaka huu unaokuja wa fedha, ukiangalia eneo ambalo tunarudumia kwenye kata ya Lashaine kwa kanda nzima ya Monduli, tumepewa fedha za upanuzi na upanuzi wa huduma, upanuzi wa mtandao wa wagovi pamoja na, na ukarabati kiasi cha shilingi milioni 4 na kama na 87 hivi. Ukiangalia eneo la lashaine lilivyo sehemu kubwa, hii bajeti tutaielekeza huku kwa sababu makazi yanapanuka. Kwa hiyo ni ahidi tu kwa sasa hivi, bajeti inayokuja tutaweka nguvu kubwa sana Lashaine, na kwa upande mwingine tunazo fedha ambazo zimebaki kwa mwaka huu kwenye bajeti. Hatumaliza bajeti ya mwaka huu, bado tunaendelea kufanya improvement kwenye huduma kwa kadiri tunavyoona inatupasa, ili wananchi waweze kunufaika zaidi na huduma. Kwa hiyo, ndugu wananchi, kwa yote ambaye ana changamoto, anapata maji kwa shida, na nyinyi, sisi tupo na tunashirikiana vizuri na mheshimiwa diwani chochote kinachoulizwa sisi tuko tayari kutoa majibu, lakini bado tuna fight ili tuweze kuboresha huduma zaidi. Tunajua changamoto zipo, sababu bado hatujafikia ile percentage ambayo tunaitamani wananchi waweze kupata huduma kwao. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa mbunge, naomba tena nikushukuru kwa juhudi zako na kwa kutunga mkono ili tuweze kuendelea kutoa huduma kwa, kwa wananchi. Nisikia mimi naitwa Samuel Mteki katibu wa tawi la Lashaine ni msimamizi wa utekelezaji wa ilani ya CCM katika tawi la Lashaine katika kijiji cha Lashaine. Nataka niulize... kwa bwana mtaalamu wa ma maji kwamba tunaelewa wilaya yetu iko katika mazingira magumu kwa ugawaji wa maji. Ni kwa nini hii ugawaji watu wengine wakipewa siku, kwa mfano tukipewa Jumatatu mtupi kwa ile siku mnapewa mnatoa kwenye vijiji vingine, ambaye ausiki na siku ya ambayo wanapata maji ambayo leo ikisemekana ni Lashaine. Kwanini Lashaine wasipate maji kwa siku yao, inahama katika sehemu zingine? Na tunajua changamoto kweli Monduli ipo na ndio maana mbunge alikuwa anasema bado maji kutoka mbali, lakini swali langu ni hivi hivi, ndugu yangu, kwa nini kama mimi cha Angosho. Angosho kukweli, ah, ni wa kitongoji cha Angoshoku Angoshoku, kwa kweli ni shida ya maji pamoja na kwa yote na maji <coughs> lakini kuna bomba linalopita pale, yaani e, napita karibu na sinaenda ile ndiki, kwani usitupe hata angalau tawi na sisi, siku hata maji ikija tupate hilo ndio so swali langu mimi, sikswele au ni lakini mimi sitaki kitu ambaye bwawa la Lashaini pale ambayo mbunge sasa hivi ameelezea kwamba alitembelea mahali pale, lakini kwamba tulikuwa na vituo ambayo ilikuwa na mabomba ya maji pale kijijini kwetu katika kitongoji cha Lashaini haswa, lakini tukaomba tuka tuka, walikuwepo watu wa maji tu pale lakini tuliwauliza kwamba mbona si hatupati maji? Wakasema kwamba wameweka utaratibu kwamba wakasema kwamba wameweka utaratibu kwamba, wanafanya mgao wa maji kwamba kuna siku zetu ambayo tunapewa maji, na wakasema kwamba watakwenda kufanyia utekelezaji. Lakini cha ajabu, baada ya kutoka kwenye kile kikao, kuna kuna nani vituo vya mabomba yale ya kwetu ya maji pale imeondolewa pale, hatupati maji sasa na hizo siku hazipangiliwi vizuri, ni kwa nini? Niniana basi maji hayatoshi. Tumeweka ratiba kama wanavyosema, kuna siku ambayo wanatakiwa wapate wao na kuna siku yanatakiwa au masaa yanatakiwa yaende kwingine. Sasa inaweza ikatokea shida, kwa mfano ukielekeza maji halafu siku hiyo ikawa kiasi ambacho kimezalishwa kwa siku hiyo akitoshelezi kwa hiyo, natakiwa utumie busara kuangalia yale maeneo ambayo yalikuwa yamekosa sana, alafu unawakopa wao ile siku, lakini hiyo siku inakuja kufidiwa siku nyingine ambayo walikuwa hawajapata. Lakini naomba nilisimamie vizuri, kwa ukaribu, kwa mawasiliano na hawa, siku ambazo ni zamu yao, ile siku ya zamu, kama kuna chochote ambacho kitakuwa kimezuia wasipate maji kwa siku hiyo nitawaambia, nitawapa taarifa kwa siku hiyo nitawaambia, nitawapa taarifa na tutahakikisha kwamba hiyo siku tunaifidia ili waweze kupata maji kwa siku yao ambayo, au masaa ambayo wamepangiwa. Kimsingi tunataka tutengeneze ratiba ambayo wote tukiheshimu, basi haitakuwa na manunguniko, haitakuwa na malalamiko na hilo ndilo ambalo tunalitamani. Lakini swala la pili la mzee, haya mawili yamefanana, lakini kuna lile swala la mzee pale wakiomba tawi kwenye bomba, bomba kuu la kwenda kwenye tenki la Lendikinya kutokana na pressure ya maji ukidisturb ile, ile, nani, ile, ile flow kabla haijafika kule anakosa nguvu, na maji ni pressure. Kwa hiyo tu ambacho nime, nilikuwa namuuliza engineer hapa, tuangalie uwezekano walao tusiwape nyumbani, tuangalie kama tunaweza tukawatolea DP moja wakatumia kama jamii pale wakatumia kwa karibu ili wale ambao hawana maji, waweze kunufaika na hiyo DP waweze kunani kukidhi haja zao za maji. Baada ya kusema hayo naomba nishukuru kwa nafasi hii.